Mimi nimeguswa kwa sadaka kwa ajili ya mama yetu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sadaka hii nimeitoa hapa kwa ajili ya yeye, anapofanya kazi kazi ikuwa mzuri, kazi ilikuwa bora, anahudumia wananchi, anafanya jambo ambayo kila mtanzania leo anaona, na ile nimeguswa kwa sababu anaingia kwenye kipindi cha uchaguzi, inaguswa sadaka pia. Mwenyezi Mungu wa wajei aweze kushinda kakishia na pili, na mshukuru rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kuteuliwa viongozi bora, mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, mheshimiwa mkurugenzi, kwa kazi nzuri wanazozifanya ndani ya mkoa wetu wa Kilimanjaro na hasa katika jengo letu la Msindini. Kwa hiyo wanamuunga mkono kwa jitihada nzuri raisi anazozifanya, na wakuu wetu wa wilaya wa mkoa na mkurugenzi, kwa jinsi wanavyomuunga mkono rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Serikali hii nimeikiwa kwa pamoja, ili waweze kusema kufanya kazi vizuri. Kwa jina naitwa Isa ni muumini wa dini ya kwa Kiislam. Kwa kweli nimefurahi, nimeshiriki, nimepokea sadaka hapa kutoka kwa ndugu sadaka, ambayo imelenga kumwombea rais wa Tanzania kwa kwa ya ya sana wa dini na Kiislam aarahim kwa jina anaitwa Thabit Haji Tarimo, imamu mkuu wa msikiti huu wa Riadha. Tokana na tukio la leo la sadaka kwa ajili ya kuingungia mayetu jambo jema kabisa ambalo analiridhia Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala, bali na mtume wake umetuhimiza sana kukabiliana na, ma, na majanga ya aina yoyote, iwe unamuomba Mwenyezi Mungu heri hue na unamuomba akuepusha na balaa, pia tunahimizwa kutoa sa sadaka. Hii iliyotolewa leo ikiwa nia na dhamira kumwombea mama yetu Samia Suluhu Hassan ni mahala pake hasa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, sadaka malipo yake yanakuwa ni makubwa zaidi, na dua ya muumini inakuwa inapokelewa haraka zaidi kuliko masiku mengine. Tuna tuna uhakika dua hii kwa sadaka iliyotolewa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameipokea, kwa sababu aliyeitoa na dhamira njema kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Tumeomba amuhifadhi mama yetu, mepushie na uadui wa nje na ndani mjalii akamilisha mipango yake kwa lengo la kuwahurumia viumbe wa Mwenyezi Mungu. Anayoyafanya mama yetu ni makubwa sana, hata kwa yule ambaye hayakiri kimoyoni, anakiri kwamba haya yamefanywa na mtu mwenye utu. mtu mwenye utu ambaye ana huruma uliyopitiliza kwa, tuendeleni kumwombea mama, dua ndizo zitamfanya mama yetu abaki salama na Mwenyezi Mungu aendelee mwenye. Kuma hatuna wasiwasi kwamba yeye yuko katika nafasi ile ni Mungu alimteua mama huyu, sababu anayo yafanya mengine yako nje ya uwezo wa mwanadamu. Kwa hiyo tayari kuna mkono wa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu akiwapenda na walitea kiongozi mwema atakayowafanyia mema. Kwa hiyo tunawahimiza wengine pia katika njia ya kumwombea mama yetu, kwenye uwezo uwe mdogo wakati wa mkubwa pia, wafanye mfano wa hili lilofanywa na ndugu zetu kwa ajili ya kumwombea mama yetu na kuiombea nchi yetu kwa ujumla.